Kiwa Afrika leo hii ikasema kwamba uh, ichague rais ambaye ataongoza Afrika nzima, yaani tuseme ikatokea kwamba kuna umoja wa Afrika kabisa kama ilivyo United States of America na iwe United States of Afrika, basi yule ambaye wananchi wengi wanamkubali sana barani Afrika kwa sasa si mwingine bali ni rais wa Burkina Faso ambaye ni Ibrahim Traore. Hivi karibuni wasanii mbalimbali pia wamekuwa wakionyesha mapenzi yao kwake akiwemo Stefflon Don ambaye eh, alisema kwamba eh, yeye ndio the real african giant na kuweka picha yake. Sasa mwingine tena ambaye ameonyesha kuwa anamkubali Ibrahim Traore, msanii wa hapa Afrika ni rapa wa nchini Ghana Sarkodie, ambaye yeye pia amesema ujumbe mfupi sana, lakini una maana kubwa, akisema God protect Ibrahim Traore, kwamba Mungu, Mwenyezi Mungu mlinde Ibrahim Traore. Hivyo tu, lakini comments ni nyingi sana na wengi wanauliza kwa mfano huyu anasema Ibrahim Traore has been trending lately. Any idea why?" anauliza huyu, lakini sio hivi karibuni tu, huyu jamaa ana trend tangu aingie eh, madarakani na hivi karibuni actually pametokea jaribio jingine tena, ama limezuiliwa jaribio jingine la kumwangusha ama kutaka kumpindua mpindua yeye. Pia kumekuwepo na uh, majaribio mengi sana tangu waingie madarakani na hivyo uh, sio kwamba amerelax sana kuanzia 2022 tangu alipofanya mapinduzi yake, pamekuwepo na majaribio mengine vilevile vile kutoka kwa wanajeshi tofauti tofauti ambao pia na wao wanataka wampindue. Ndio hivyo kwa Afrika kiukweli. E, jamaa ameonekana kuwa ni kiongozi anayependwa sana na wananchi wa mataifa mengine, na hivi ambavyo tunaona wasanii wakiwa wana mwindos kama hivi, basi umaarufu wake unazidi kuongezeka zaidi. Mtazamo wako ni upi? Tupia komenti yako na subscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi: audio series za kusisimua, makala za ulimwengu,